Madawa za kulevya. Tuelekee kaunti namba 26 ambapo wasanii wa Bonde la Ufa wameanzisha kampeni ya kuhimiza amani katika kaunti za Pokot Magharibi, Turkana, Baringo, Elgeyo Marakwet na maeneo yaliyoko jirani, wakilenga suluhu ya kudumu kwa mizozo ya Bonde la Kerio ambayo imeleta vifo, uharibifu na kusambaratisha maisha ya watu. Wakizungumza huko Kitale, wasanii hao wamesema sanaa itatumika kuunganisha jamii na kuanza safari ya amani kuanzia familia. Viongozi wa kaunti wamesema malezi yenye upendo na mazungumzo ya kuelewana ndio msingi wa mustakabali wa usalama. Nimekuja kama mama mwenye talanta ambaye ninaweza kuimba nyimbo za Injili, sifikie mataifa na wasikie ya kwamba kuna amani, na amani ndiyo shule, amani ndiyo kanisa Amani ndiyo kuwa na utajiri na amani ndiyo kufanya hata watu wana, wanafanya biashara vizuri. Tunaweza kukosa kusa, kusaidiwa na viongozi, lakini tukisaidiwa amani, tunaweza tukafanya biashara na tukalisha watoto wetu. So ukiona vijana kama wasichana na kina mama wanakuja na ile initiative ya kuweza kuwaita ili kueneza ajenda ya amani, sio jambo la mchezo, lazima kuna mtu ameumia pahali na akaona kuziba lile pengo, wacha mimi nianzishe hii vuguvugu uh, vugu, ili wale wenye wako nyuma waweze kufanya nini? Kufaulu. It's very critical in a society. We cannot talk development without peace. We cannot talk uh, anything any other issue without peace. Tuleke,